Sijui kwa nini siku hizi kila kitu kinaonekana tofauti. Hata mazungumzo yetu hayana ule moto wa mwanzo. Nimehisi hilo pia, ila sijui kosa liko wapi. Nilidhani bado tupo vizuri. Kila kitu sasa ni malalamiko. Ukichelewa kupiga simu unasema nimebadilika. Nikipost kitu Instagram unasema ni kwa ajili ya attention. Kwani mapenzi yamekuwa mashindano? Sio mashindano, Asha, ila siku hizi kila mtu anatafuta kosa, watu hawavumilii tena. Kidogo tu tumeachana hata sisi tumeanza kupoteza ule msingi wa kuaminiana. Ukweli ni huo, mapenzi mengi siku hizi yanaisha kwa sababu ndogo. Wengine wanaacha kwa sababu ya status, wengine kwa sababu ya seen isiyojibiwa. Wapi zile siku watu walikaa, wakaongea, wakasuluhisha? Ndiyo maana mimi sijataka kukukosa wewe. Najua si kila siku tutakubaliana, lakini ningependa tuwe tofauti na wengine. Tupigane kwa ajili ya upendo wetu, siyo dhidi yake. Hicho ndicho nilitaka usikie. Mapenzi siyo kukimbia kila tatizo, ni kukaa kulitatua. Labda tukianza upya bila lawama, tutaelewana zaidi. Upya wenye maelewano na uvumilivu. Hilo ndilo penzi la kweli.